Jina naitwa mrakibu msaidizi Stanley Luhwago, kaimu mkuu wa jeshi zimamoto na uokoaji mkoa wa Shinyanga. Ni kweli kwa siku ya jana, majira saa kumi na moja na dakika tano tulipokea taarifa ya tukio la moto wa nyumba maeneo ya mnara wa Voda. Baada ya kupata taarifa hiyo, tuliondoka kuelekea eneo la tukio na kulikuta tukio hilo tayari limeshakuwa ni kubwa tuliweza kupambana na moto ule, na mwisho wa siku tukaweza kudhibiti ili usiweze kuendelea kwenye maeneo mengine, kwa sababu kilichokuwa kinawaka ilikuwa ni nyumba ya makazi, ambayo kuna baadhi ya vyumba vilikuwa vinatumika kama stoo za kuhifadhia magodoro, na ndo eneo ambalo moto ulipoanzia. Kwa hiyo tuliweza kudhibiti ule moto usiingie kwenye uh, vyumba vingine ambavyo vilikuwa vinatumika kwa ajili ya makazi ya ya kawaida upande ule tuliweza ku- kunusuru ambapo vyumba vilivyoungua kwa maana ya vyumba vya makazi ni viwili, kwa maana ya chumba na sebule, lakini vyumba vingine vilikuwa ni vyumba vilivyokuwa vinatumika kwa ajili ya stoo za kutunzia magodoro ambavyo ni vyumba viwili, na chumba kimoja kilikuwa ni chumba cha stoo lakini cha kutunzia vitu vitu vya kawaida vidogo vidogo. Chanzo mpaka sasa hivi tunaendelea kufanya uchunguzi na muda sio mrefu nafikiri taarifuni kwamba chanzo ni kwa nini lakini kwa uh, uchunguzi wa awali ni kwamba moto ule umeanzia kwenye chumba ambacho kilikuwa kinatumika kuhifadhia magodoro na ndo maana ule moto ulisambaa kwa haraka sana, kwa sababu ya necha ya chakula cha moto au makilio yaliyokuwepo ambayo ni magodoro, ndo maana moto ule uliweza kusambaa kwa haraka kwa haraka sana. Na pia kwa uchunguzi wa awali ilionyesha kabisa kwamba ule moto ulianzia kwenye hicho chumba cha kutunzia magodoro ulianzia upande wa, upande wa juu tuliweza kudhibiti ili kusudi usiotewa madhara kwa kuhamia kwenye vyumba vya makazi kwa kushirikiana na wananchi, na hali ikawa ikawa ikawa salama ya, tunafanya uchunguzi ili kusudi kujiridhisha kabisa kujua chanzo cha moto ni nini, na ndiyo maana nimesema imesema mpaka sasa hivi tunaendelea na zoezi la uchunguzi na kwenda mrefu tutabaini kujua kwamba chanzo ni nini. Aa, ni kweli tukio kama hilo lilitokea, lakini ni tukio ambalo lilitokea kwa baadhi ya wananchi wachache ambao kwa kwa kwa kwa huukazao tu waliamua kufanya kitendo kama kile. Lakini sisi kama jeshi la zimamoto na uokoaji tulipopokea tu ile taarifa ya tukio la moto, tuliondoka eneo la tukio. Kwa bahati mbaya sana, wakati gari imeshaondoka eneo la tukio, eh, kwa maana imeondoka eneo la kituo kuelekea eneo la tukio bahati mbaya sana, paipu za upepo zilipasuka na zilipasukia barabarani kabisa, wakati gari limeshaondoka kituoni katika eneo la tukio. Uh, lakini zoezi hilo halikukwamisha uh, jitihada za kufika eneo la tukio, kwa sababu hata paipu hizo zilipopasuka, kuna askari wengine ambao walitangulia na vifaa vingine kwenda kuunganisha maji moja kwa moja na kuendelea kuzima, lakini jitihada za haraka sana zilifanyika kuibadilisha ile paipu, na gari iliondoka. Kwa hiyo, gari ilichukua muda mfupi sana baada ya kupata zile pipe ilekebishwa kwa haraka sana, na muda huo wakati inarekebishwa tayari kuna askari wengine walikuwa wametangulia na vifaa vingine eneo la tukio ili kuhakikisha kwamba wanaunganisha maji moja kwa moja kupitia fire hydrant na kuweza kuzima wale moto. Mtu mwingine anakuja kujaji Jeshi la Zimamoto na Uokoaji kwamba tumechelewa kwa kuangalia ukubwa wa tukio la moto na sio kujua taarifa tumepata muda gani. Sasa, kwa mfano, kwa tukio kama la jana hamaki uh, ya wananchi ilikuwa kubwa kwa kuangalia ukubwa wa moto kwamba moto ni mkubwa sana, lakini bila kujua kilichokuwa kinaungua ni kitu gani. Kwa mfano kwa, kwa nature ya magodoro, magodoro yanawaka kwa haraka sana na anakoleza moto kwa haraka sana.